Anauu wako vijana wengi, tuko kwenye ziara maalum ya chama, imepita kote. Mmeisikia uongo kweli? Inaitwaje? Usomeki wee? Ona kama amsomeki vizuri. Wangapi mnasomeka vizuri? Yeye yeah, hapa nyuma mimi sitaki tukae hapa. Na njoo hapa mbele, nataka niwaone. Hapa hivi tuongee uso kwa uso. Tuondolee watu kwa nyuma hapa. Aliso alipigwa risasi hivi. Eh? Askari. Tuondolee watu nyuma hapa. Nyuma ya msafara ya pale. Sasa, ndugu zangu vijana. Na nashukuru kwamba kwenye mkutano huu wapo vijana wengi. Tuko kwenye ziara maalum ya chama imepita kote, mmeisikia, uongo kweli? Inaitwaje? No Reform No Election. Eh? No Reform No Election. Nyie wajace maisha ipata na nyie, uongo kweli? kwa nini tunasema hivyo? na uchaguzi unahusu nini, maisha yako? Kwanza ja... mabadiliko duniani wote yameletwa na vijana na watu maskini, youth yout tai, na mabadiliko ni kwa ajili ya vijana na watu maskini. Modewi hahitaji mabadiliko kwa sababu yeye ni tajiri. Azam hahitaji mabadiliko. Samia Suluhu Hassan anahitaji mabadiliko. Wewe kijana wa Shelui unahitaji mabadiliko ili ubadilishe maisha. Tunaelewana vizuri? Kijana wa Tanzania unahitaji mabadiliko ili ubadili maisha yako. Tumekuwa kwenye nchi ambayo imejaliwa kila aina ya rasilimali. Nafikiri mnajua, sisi ni nchi pekee duniani yenye ya madini yanaitwa Tanzanite. Mnajua amjui? Kwenye dunia nzima ni sisi pekee yetu, kuna madini yanaitwa Tanzanite gongo, kweli. Sisi ni nchi ambayo tuna ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika nzima na pili duniani ziwa Tanganyika. Sisi ni nchi ambayo tuna ziwa lenye upana kuliko yote Afrika na pili duniani ziwa Victoria. Sisi ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi, kianzia kwetu Tarime dhahabu, kienda Geita dhahabu, kienda Kahama dhahabu, Nzega dhahabu, Bulyanhulu dhahabu, Mbogwe dhahabu. Kila kona mpaka hapa kwenu kwa wanyapa kuna dhahabu. Uongo kwenu. Singine nabo siku na dhahabu. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia. Na bei ya dhahabu je unajua? Gramu moja, gramu ni shilingi laki tatu. Sasa gramu ni kama mnaelewa. Ukichukua wembe ukiuvunja hivi kale kwa kipande kimoja kadri ndio gramu moja. Ni nchi ambayo tunatoa madini yanaitwa nickel na cobalt. Najua yanatumika kufanya nini? Kutengeneza inji za ndege na beti za simu tunazozitumia. Madini hayo yanatoka Tanzania aba na kamea. Ni nchi ambayo tuna gesi futi za ujazo trilioni 54. Ni nchi ambayo tuna makaa ya mawe, tuna kila kitu. Kwa nini vijana wetu ni masikini katikati ya utajiri huu? Kwa nini Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Mambo mangapi? Cha kwanza inahitaji ardhi, kwanza watu. Watu tunao milioni milioni sitini na tatu, watu milioni sitini na tatu. Ardhi tunayo. Tukizungumza kuhusu ardhi, tunazungumza na vyote vilivyomo. Ardhi na vyote vilivyomo: dhahabu, makaa ya mawe chuma, maji, misitu, mbuga za wanyama hivyo vyote vinaitwa ardhi. Ardhi tunayo watu tunao, kinachokosekana nini? Siasa safi na uongozi bora. Tunaelewana vizuri yeah. naielewa vizuri yeah. tuko pamoja yeah. Sasa ni wape mfano ambayo mtaielewa rahisi sana hapa. Hivi biashara kubwa ya watu wa Shelui ioikwawasikina kusema Mafuta ya alizeti sindio? Kilimo cha alizeti ndio mkoa wa Singida na Dodoma, sasa anaweza kutoa sunflower nyingi kwa nchi hii na inastawi, uongo kweli? Vijana wa Shelui wanafanya beti, wengine wanaendesha boda boda, wengine wanafanya nini nchi hii? Mwaka jana mwaka na kesho, kesho kutwa mbunge wenu anasoma sindio, wizara wa waziri wa Yeah. Kwa fedha anasoma budget ya wizara, sikilizeni atakachosema kuhusu maagizo yetu ma, bidhaa tunazoagiza kutoka nje. Kwa mwaka jana tuliagiza mafuta ya kura mafuta ya ya bilioni 264 bilioni 200 na ngapi? bilioni moja ni milioni elfu moja, yani bilioni moja ukichukua vijana elfu moja kila kijana ukampa milioni moja moja, ndiyo bilioni moja. Sasa tunaagiza mafuta sisi, nchi hii ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano, yani ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Burundi, ukichukua Rwanda, ukiziunganisha kwa pamoja zote, so nne zina laki nane na tisini na sisi pekee tulimwambia ngapi? Tisa arobaini na tano kwa wenu wa Singida hapa si Singida na kilometa za mraba 41980, nchi ya Rwanda ina ukubwa wa kilometa za mraba elfu 26. Kwa hiyo Singida ni kubwa, Rwanda inaingia mara moja na siada, niye mnalingana na mko, na nchi ya uhoranzi kwa ukubwa. Sasa sisi tunaagiza mafuta ya kura, alafu unasikiza ripoti ya CAG controller and auditor general mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anasema hivi, serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija, matumizi yasiyokuwa na nini? bilioni mia tano sabini na moja. Yani hapo ametumia badala ya kusema matumizi ya kijinga, akatumia neno, serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na nini, tija, bilioni mia tano sabini na moja. Sasa serikali yenu inekwina majani, mashamba yako wapo kweli, ardhi ipo vijana mnachohitaji, wangechukua milioni 80 wakawanunulieni trekta, wanba kweli matrekta, halafu wanawagawia hata kwenye vikundi, vikundi vya watu ishirini ishirini, mnapewa trekta, mnapewa mashamba, mnapewa mbegu. Vikundi vya watu ishirini ishirini, mnapewa trekta, mnapewa mashamba, mnapewa mbegu, alafu tunazuia uagizaji wa mafuta kutoka nje. Ninyi mkilima alizeti, viwanda vyetu vinaambiwa lazima mnunue alizeti kwa watu wetu na kwa bei ya juu. Kwa hiyo ile hela ambayo imetumwa nje kuagiza mafuta ingeingia kwenu kupitia hivi viwanda. Maana yake ni watu wa Shelui, maana yake wewe na kikundi chako mkilima, mkapata milioni mia mbili mia tatu, mkigawana, wewe utataka kujenga Utamlipa fundi hapa Shelui, huyu kijana akujengee. Hela imetoka tuwe ndani imeingia kwako, wewe unamlipa huyu kijana akujengee. Huyu akipata hela atanua mboga kwa mama huyu anayeuza mboga. Huyu mama akipata hela atanua, atanua ata, atamwagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda atakunywa mafuta kwenye kituo cha mwenye mafuta yule, ataajiri mlinzi, mlinzi atapata hela atanua kiti pale, pesa itazunguka miongoni mwetu. Leo inatolewa hapa, inaenda nje kuagiza mafuta. Kuna akili hapo serikalini hivi? Mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Kuna akili hapo halafu wanasema tatizo la ajira ni tatizo la nini, la kidunia? Sio kweli, tatizo la ajira ni tatizo linalotengenezwa na serikali isiyokuwa na mipango, ambayo imechoka

nzuri lakini inachezewa na viongozi ka tukiamua kuata leo simu, najua wamefanya umaskini, hata wengine wanalipwa ili ongoke. Yani, Steve Biko alisema hivi, the most potent weapon Silaha wanayotumia mdhalimu kukudhulumu wewe ni aiyao. Wamekudhulumu, wamekunyima elimu, wanakutumia wewe kujipiga. Vitu ndio watu waliokunyima ajira, wanakufanya uwe maskini, wanakutoa shilingi elfu kumi anakutumsarai